Tunauachaje huu mgogoro? Tunatokaje kwenye huu mgogoro? Zikaja proposal mbili. Ya kwanza ni kwamba sisi kama TEFU hatuna ugomvi na wala hatuna sababu ya kubaki na kifungo kisichokuwa na muda, sababu kama ni adhabu imeshatolewa na waandishi wameshatekeleza yale ambayo tulishakwisha kuyaelekeza, lakini ni wajibu wetu pia kuwapa habari tukae pamoja, yaliyopita sindwele tugange yajayo. Uko tayari? Niliwajibu mwenyekiti na makamu mwenyekiti, mimi niko tayari siku zote, kwa sababu naelewa, na watu wote wanajua mahusiano nilikuwa nayo mimi na Clouds, na hakuna na mtu asiyejua upendo niliokuwa nao na watu wa Clouds hatuwezi kuchukua huo ukawaingiza watu wengine ambao hawahusiki. Kama ni tofauti ni za kwetu sisi, lakini haziwahusu waandishi wote katika nchi yetu. La pili, mwenyekiti akasema tukimwita na Ruge akawepo pale kakaa naye, kuna tatizo? Nilimjibu mwenyekiti nikasema, Ruge mwache, wala sihitaji kumwona, niseme yeah. Mwache wala sihitaji akaniambia. Kwa hiyo sasa tufanye ile la kwetu, nikamwambia sawa. Sasa juzi tumeenda Tanga huko, nikawa nimepigwa nyundo kubwa zaidi, i was taken by surprise so, mimi shida yangu ni ukweli, huwa nasema tu kilichoko, kilichoko mwenyewe. Baada ya kuitwa nabona mkubwa, nikasema hapa basi Nafikiri kutafuta tafuta kasema mzee huku nimeisha. <laughs> mwenye mamlaka ameshaniambia na na na, na ukisikiliza, ukisikiliza hata mimi nilivyoitwa naweza kacheki pale, Makonda njoo basi, kasema sasa, kama mpaka mwenye nchi amesema tupendane, na sisi ni wajibu wetu kupendane, karudi kule kule. Kwa hiyo kwa kifupi niseme makubaliano yetu na viongozi ni sisi tuendelee kufanya kazi, yale mambo ya kitafasiri yale mambo ya kitofauti zile ambazo, sababu ni marafiki, mimi na Ruge ni marafiki wa yale ambayo tumetofautiana sisi na sisi, tuyashughulikie kwa lengo letu, lakini tusiingize taasisi yote kuwaumiza hata wananchi ambao hawana hatia, hawana kosa kwa sababu ya mahusiano yangu mimi. Hiyo ndio ilikuwa picha ambayo tulikubaliana na mwenyekiti na makamu mwenyekiti. Tuna dada pale kidogo kidogo, uh, pengine tu tu tu tuweke sawa mwenyekiti. <coughs> Alisema kuna kosa lilitokea, na kosa likitokea, waandishi wanauliza, hapa kuna kosa lilitendeka. Mimi ni mwandishi wa habari, kwa hiyo naomba niwe mediator katikati kosa lilitendeka likasababisha mkuu wa mkoa akafungiwa. Tumekuja hapa kumaliza kwa staili ipi? Kwa sababu tulisema condition mkuu wa mkoa kuomba msamaha na, sasa, hawajasikia mkuu wa mkoa akiomba msamaha, ndio maana maswali yote hapa. Kwa hiyo tutaendelea na mikono hapa mpaka saa saba. kwa sababu hawajasikia kauli ya mkuu wa mkoa kwamba kulitokea kosa limesababisha, kwa vyovyote lilivyotokea, ni kwamba lilisababisha kusigana, ndio maana tuko hapa sasa. Jamani, mimi naomba kwa yaliyotokea, tusameane tuendelee na safari mpya. Hilo ndio ambalo pengine waandishi waaaka oh, oh, oh. kwa hiyo asubirini. Kwa hiyo pengine hilo likifanyika, tunaweza tukao, tuna maswali mengine, lakini tutaendelea kuzunguka hapa hapa kama hili jambo lilifanyika. Mimi ninapoona navoona muja watu wanahitaji ilo waandishi wa habari na walimu na jukwaa langu la habari, kila ambacho katibu amekisema meena hakitakaa kitokee kwenye kinywa changu, sitaomba. Lazima narudia tena, kwa katoleta, ukimsikiliza vizuri mwenyekiti ukimsikiliza vizuri makamu mwenyekiti, hukumu imetoka ya upande mmoja, hawakupata nafasi ya kusikiliza upande wa pili, na kwa sababu hiyo waliachia fursa ya upande wa pili aidha kuomba radhi au kupata information za kutosha, ili waweze kujua dira ilikuwa ni nini na hapa makamu mwenyekiti amesema vizuri kwamba popote pale, kama ambavyo wangekuja ofisini kwangu wakiwa na walinzi, leo hii wale askari wangekuwa sehemu ya washahidi wao, ya kwamba hakuna kilichofanyika kama ambavyo inatamkwa na kuandikwa kwenye baadhi ya mitandao. Kwangu mimi, askari nilio nao wana kazi mbili ya kwanza kuchunguza mwenendo wangu kama nafanya kazi kwa mujibu wa taratibu na kanuni, na pili kulinda usalama wangu. Hata hapa tulipo hapo, hata akiingia mtu ofisini, mwenyekiti na makamu ni shahidi, wapo. Hata kama ukija na jambo private, kwa sababu mimi ni sehemu ya serikali, hakuna private ya kwangu mimi binafsi. Tafasiri iliyotoka ya kwamba nimevamiwa na ukienda kutafuta definition ya uvamizi, na ndio maana hata kipindi kile aliyekuwa kamanda wa kanda maalum ili bidi atoe rai ya kwamba tunaomba hiyo kesi tufikie polisi, hasa kwa mambo mengi ambayo ukiangalia linabaki la mimi sasa kukaa na ndugu yangu Ruge kuyaona ya kwetu ya ndani yaliyofika kwenu tefu haina kosa lolote lile, hatua iliyochukua haina kosa kosa lolote lolote lile, kwa na makamu mwenyekiti alieleza vizuri sana ule mfano wa ile nchi jirani ya kwamba watu walivyoingia kwenye kile kituo wakiwa na silaha na kila kitu, lakini akapata nafasi ya kujua tofauti ya wale watu na tofauti ya mkuu wenu wa mkoa ambaye kila kunapokucha, hata dakika hii ninafahamu wangapi wamekuja tumeamkaje kwenye mkoa, jambo ambalo si kila mmoja ana access nalo. Ni wajibu wangu kujua usalama wa mji wangu, na askari kwa mujibu wa katiba ya Jamhuri ya Muungano ndio wenye jukumu hilo. Hawawezi wakawa askari wale wale wanaowalindeni ndio wanaowavamia, hilo ni jambo jingine. Na ndio maana nikasema, sisi hapa, mimi na TEFU hatukuwa na sababu yoyote ile ya kuvutana. Sana sana tukuwa na sababu ya kwenda kipengele kimoja na kingine kwa kukiangalia, picha ya TEFU ilikuwa ni ipi na picha yako lijiokamish ilikuwa ni hivi. Picha ya tefu ilikuwa ni ipi? Picha yako lijiokamish ilikuwa hivi. Mwisho tukasema okay, kwa picha hizi zote za pande zote mbili tuachane na hii habari. Kama ni adhabu, sisi kama tefu tumeshaitoa na imekaa kwa muda wa ku wa kutosha. Sasa kwa nini tuendelee kubaki na adhabu hii wakati kumbe hii picha nyingine tunayo? Na hapo unaweza kanyanyuka swali jingine hiyo picha ya upande wa pili, kwa nini hawakuipata kabla ya kutoa hukumu? Mazingira hayakuwa yanaruhusu. Mazingira yangekuwa yanaruhusu, kwa namna ambavyo hata tulivyokutana, nafikiri tuliongea pia, wala hata tusingefika kwenye hiyo stage lifikiwa kwa mimi. Ni waombe ndugu waandishi wa habari na wahariri, hatuna sababu ya kulumbana hapa na kuvutana kwa sababu ya kufanya kazi kwa manufaa ya Watanzania wote.